Umesababisha, mini imesemwa kama mtoto kwa ukumbavu wakobeaashanaiyako kwa nini upeleke umbea kwa shangazi yako? Mimi nilishakuelekeza kuelekeza kwamba yule binti kanileta pale kuja kukuona weo nakufanya kazi na mara nyingi alikuwa anakuja kuniambia anafanya kazi hapa, na mkatalia anafanya kazi na akahakikisha kuthibitisha kwamba nije kukuona kwa macho yangu. Ndicho alichoniletea pale. Leo wakupeleka maneno kwa mama wewe. Kwanza kabisa kubali baba, wamekesea. Wewe ni mzazi wangu, mimi nakuheshimu. Na mimi mpaka kuchukua maneno kupeleka kwa shangazi, baba wewe, baada ya kukimbia pale, unajua yule msichana aliambia maneno gani? Alianza kuniuliza, vipi, ni bwana wako? Umeshaniaidia mipango yangu ya pesa, na sio hivyo tu baba, yule msichana ni msichana wa mtu, na mara kwa mara yule binti anakuja pale loja akija na wanaume tofauti tofauti. Yani yule binti ni kaaba. Leo amekuambukiza magonjwa babangu, umeumwa. Atakaye angaika na wewe ni nani kama sio mimi binti yako? Kwa nini nataka kunipa mzigo mzito baba? Hata kama utakiwi kupeleka maelezo hayo kwa shangazi yako, sijui unanisikia, unatakiwa kuwa na kaaba wewe. Umeshakuwa wameshakutolea barua, unataka kulewa Hivi unataka kuniambia huko mbilini kwako ndio utafanya hivyo? kila neno unalitoa nje, kila neno unalitoa nje. Sifa ya mwanamke huwa na ukahaba, waweza kuficha maneno ndani ya kifua chake. Wewe namna gani unafanya vitu kama hivyo? Unajua mimi na shangazi yako tunashibana na kupendana na kuthaminiana kwa kiasi kikubwa. Haya, wewe umepeleka hayo kanisema, kupindukia mwisho, kama nadhalilika kama mtoto, kwa sababu kasababu kweli. Hebu angalia hili jambo uliolifanya zuri Tadani. Kosa langu sasa hapo nini? Kwenda kumwambia shangazi? Na sijamwambia shangazi kwa ubaya, nimemwambia kwa sababu yule ni dada yako, aje kuongea na wewe. Na sio hivyo tu baba, hapa hatuzungumzii maisha yangu mimi ya ndoa, nazungumzia maisha halisi ya kwangu mimi na wewe. Ukipata shida baba, mi ndo wa mtu wa kwanza kukuangalia wewe. Undani tuko wawili tu, lakini baba, kama nimekukosea naomba unisamehe. Sawa. Vipi mchizi wangu? Mbona nakuona umesizi, unaonekana kama vile una majonzi? Au mambo yako vipi, hajaenda ya sawa? Ni kweli, sio vitu vyangu, kitu changu yule Poka alileta ushamba. Kuna mwanamke mama kamtoa huko, lengo na mazumuni aje kuwa mke wao. Kwa hiyo mama akaniolea mwanamke, eti kaniolea, alimleta lengo langu mimi ndo nimuoe. Lakini alitaka kuja kuniangalia kidogo tabia zangu kwamba je, mimi nampenda alafu nimeacha na maswala ya usera. Lakini mwisho wa siku mimi sikuonesha upendo wote kwa sababu mama aliniambia yule shoga yake, na mimi nikamheshimu kama mangu mdogo. Po alipofika nyumbani nikamfanyia mpango, mpenda, we, mpango. Mpango shwateku, kwa kuwa nenda nampenda wewe nikamfanyia mpango bila kujua kwamba namfanyia mpango mwanamke wangu. Sasa mwisho wa siku huyo mwanamke amekimbilia kwa Poo. Po akanipigia simu. Eh, hey, demu iko jana anakuja eh kalikubalia. Mama akanambia, wewe acha ujinga wewe mjinga nini wewe mkimbilia yule mwanamke wako. Ndio nikatoka mibio mimi kama ibilisi, nimefika pale kwa Poo. Mwanamke ananiambia, wewe hujanipenda hata siku moja. Huyu Poo kanipenda, acha mimi nibaki hapa hapa kwake.

Nisha tambulisho isho gake mama kona menivachumankwa kuna nini, baba yangu? Mama tangu ni balee, uliacha kila kitu juu ya kunihudumia mimi, maisha yangu yacumana. Lakini cha ajabu leo nimitoka hapa, narudi nakuta kitanda changu kimetandikwa. Sasa nani katandika kitanda changu, jamani? Batuli ndo akaja kusafisha chumbani kwako na yeye ndo umetandika kitanda. Batuli? Sasa huyo Batuli nani kampa mamlaka kuja kutandika hapa chumbani kwako? Unajua, kisa cha Batuli kufika hapa ni kuja kunisaidia kazi ndogo ndogo, baada ya wewe nimepata majeraha. Na kazi nyingi ndo kama hizo mwanangu, lakini ulikuwa na nguo zangu chafu hapa nyingi sana, ulikuwa na boksa maboksa yangu mwenye eh, naweka kwa siri juu ya kitanda hapa limali tu nipate nafasi nifue. Sasa kama kaingia yeye sikashangua, so uchafu wangu. Bora wewe mama kidogo, unajua tangu nilipo kwa ndugu yangu, na mimi mchafu, wewe ndio wala sisi. Sasa yeye tena anakuja mtu mgeni alafu utazuka sana uchafu wangu. Boxa mimi navaga wiki na wengine, mpaka kuna boxa moja imechoka, imechanika kwa chini bwana. Sasa si nguo ya aibu wao, jamani? Mimi ni stua. Nijua kuna nini? Mimi napika bwana, niko jikoni. Hata kuna boksa moja hii nyeusi mko na sikia hiyo kwa katikati, miche, kuna mtu mwingine pako na naibu kuna kumuuliza hii boksa yangu kwa nini yu, uliona? Hiyo boksa bwana kwa kwa mtu. Boksa hiyo tena katikati ina kikaka kati. Boksa kisimamisha hii inasimama. Na kumuulizia boksa hiyo na kwa nini naiacha bwana? Kama kaichukua kaitupa atajua mimi. kwa kuweza kunifanyia usafi chumbani kwangu, lakini pia asante sana kwa kunitandikia chumbani kwangu, nimejisikia faraja sana. Ila baada kwenye kitanda nduu, kulikuwa na box size tatu. Kuna box rangi ya udhurungi, kuna box blue bari, lakini kuna nyingine ilikuwa nyeusi, nilikuwa napenda sana kuivaa ile imechanika kwa hapa. Sasa zile boksa mali ya mzungu na globali nimezikuta pale kwenye kabati. Japokuwa zile zilikuwa chafu, sikutaka zingine kwenye kabati. Ila ile nyeusi iliyochanika hapa, boksa yangu pendwa, sijaiona nikasema nikuulize <laughs> kwa sababu wewe ndio ulifanya usafi mwe ndani. Uiona? Ndio ni hiyo. Lakini <tifatik> ni tu. Aje? Aje? Aje? Yo, kama utakuwa unahitaji basi nitakununulia nyingine ambayo inafanana na hiyo. Next time usije ukarudia, utakufanya. Kuingia chumbani hadi kutokuwa tu boxer. Kuna muda mwingine sio wanaume, kuna boxer zetu zinakuwa boxer pengo hizo. Unaona kuna mambo mengine, ukibishana naye ndio kusema ndio kafeli. Boxer kama boxer ya nguvu au pia yake. Lakini si mbaya kwa sababu nilisaidia kukupa na mimi kwa kangungu tu pale. Boxer hiyo. Usijali.

Wakati narudi nasema hivi, mwili wangu unahisi una jasho. Nenda ukaoge. Wewe unasikia hapo sebuleni. Asa, anaingia ndani. Wewe unaingia bila kugonga hodi, halafu unasema sikujua. nyamaniamtiansio vizuri anakishuulu sema, sasa ubaya huyu shoga yake mama

amonsamsa kwa maana unyuwago sasae naye hana uwezo kushika myumba na mimi ateti sana mtoto na naamini wewe naeza kuipatia mtoto aba tujnwandegi David, hivi una akili kweli wewe? Unajisikia unayongea hapa umechelewa. Kwani wewe ndio umesababisha mpaka leo hii mimi nashindwa kuitwa mama mimba nyingine tena, kwa nini unashika mimba ovyo na yakuwa unajua kuwa mimi nipo chuo na nimeshakwambia wakati ukifika utapata mtoto. Hiyo pia inabidi itolewe. Hivi nafahamu wewe nae, tukiitoa itakuwa ni mimba ya tano. Mimi nadhani ungeniacha tu ili niweze kujifungua hicho so ndicho tunachogombana. Fanya nilivyokuelekeza. Ndio. Tena tunde haraka bila kuchelewa. mdogo wangu. Damu zinatoka nyingi sana. Sasa nitafanyaje? Mama. Maa ilao hivyo nishatambulishwa yu shoga yake mama. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa yu shoga yake mama.